Nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba Diamond na Rayvanny ni watu ambao wametoka mbali sana, kwa sababu tunafahamu wazi kabisa kwamba Rayvanny bwana alikuwa signed chini ya record label ya Diamond Platinumz ambayo inaitwa Wasafi kwa muda mrefu. Rayvanny alishakata kabisa tamaa ya maisha kwa upande wa muziki, tunakumbuka aliamua mpaka kurudi nyumbani, lakini baadaye ni kwamba Diamond Platinumz akaamua kumrudisha Rayvanny town na kumsaini katika record label yake ya WCB kutoka record ambayo kutoka katika sehemu ambayo alikuwepo hapo awali, mkubwa na wanawe. Sasa kitu ambacho kimetokea hivi karibuni, tunafahamu kabisa kwamba Rayvanny ameshajitoa katika record label ya Wasafi na amekuwa akijitegemea yeye mwenyewe, lakini kikubwa zaidi, baada ya kujitoa katika record label hiyo, amekuwa na mahusiano mazuri tu na Diamond, yani ameendelea ku keep relationship yake yeye na Diamond kama ilivyokuwa hapo awali, jambo ambalo kiukweli limewafurahisha na limewapendeza watu wengi sana. So hivyo ndivyo situation ilivyo mpaka sasa hivi, ni kwamba Diamond na Rayvanny, bwana, ni washikaji wa karibu na wamekuwa wakifanya business zao za muziki kwa pamoja, wakishiriki kwa namna moja au nyingine. Sasa kwa sasa hivi bwana, kumekwapo na maneno ambayo yamekuwa yakiendelea huko mitandaoni. Hawa wasanii bwana, wamekuwa wakiitana majina ya tofauti tofauti au mambo fulani hivi tofauti eh, tofauti which is sio kitu kibaya, lakini ni jambo ambalo limewastaajabisha watu wengi sana, kwamba sasa hivi wameamua wafanye hii kitu ya kuitana majina haya kama vile ni very common thing. Kwa hiyo hapa bwana, ni kwamba kuna hizi posti ambazo Rayvanny ameziweka kupitia ukurasa wake wa Instagram zikiwa zinaonyesha shows ambazo yeye amezifanya. Na katika hizi show tunafahamu kwamba Rayvanny bwana akifanyaga show nyingi sana nje ya nchi uwaga zinaenda yaani kwa maana ya kwamba Rayvanny show zake international bwana huaga zinafanya vizuri sana na ye mwenyewe pia ameposti hilo kupitia ukurasa wake wa instagram ambapo Rayvanny bwana ameweka ujumbe ambapo ujumbe wa Rayvanny bwana unasomeka kama ifuatavyo Rayvanny ameandika kwamba mpaka sasa hakuna kenge mwenye goma kama hili hii nchi hii hakuna kenge mwenye show kali kama hii hapa kwa mwaka huu 2025 kisha akaweka hapo emoji za kucheka alafu kaandika pale in Simba's voice Right, yaani kwamba Diamond bwana ndo alianzaga hii, hii michezo ya kuwaita wenzie kenge. Eh, tunakumbuka wakati huko Kigoma kule katika kampeni za Baba Levo, katika kufunga kwa kampeni za Baba Levo kule Kigoma, Diamond alisema aliwaita watu wengine kenge. Akasema kwamba hakuna kenge yoyote yule anayemweza katika mziki, kwani alitoa ngoma tatu na zote zikawa trending kuanzia namba moja, mbili na tatu. Na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo mtu ukijituma basi unaweza ukafanikiwa. Kwa hiyo vijana, inatakiwa wajitume. Uh, lakini pia vile vile akawa anawatia moyo vijana kwamba hata kama ukidharaulika, maana hata yeye pia wakati anaanza kazi ya mziki alidharaulika kama the way ambavyo Baba Levo alivyokuwa anadharaulika, lakini sasa hivi amekuwa ni mwakilishi wa wananchi huko Kigoma. Now we are ya so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Lakini pia ukichana na hilo ni kwamba kwa mujibu wa eh, kwa mujibu wa Rayvani, naye pia amekuja kuandika kwa kutumia maneno yale yale, yale ambayo aliyatumia Diamond ya kuwaita watu au wasanii wenzie kenge. Sasa Rayvani naye pia anasema kwamba hakuna msanii ambaye ana goma lenye vibe kama la kwake, yani hakuna kenge mwenye goma la vibe kama la kwake. Lakini pia vilevile vile, hakuna kenge yoyote yule ambaye ametoa anaweza akafanya show kama the way ambavyo yeye anavyofanya. Na baada ya kuandika hivyo bwana, moja kwa moja Diamond Platnumz naye pia amekuja hapa, amejitokeza katika comment section ya ukurasa wa, wa Rayvanny, ambapo Diamond ameandika, amekuja kucomment, akamtagi pale Rayvanny kisha akaka emoji ya, ya kucheka, alafu then akaandika kwamba ni mwendo wa kenge tu. Which means, yeah, which means kwamba eh, Diamond naye pia amekuja tu kuchekeshwa na kile ambacho Rayvanny amekiandika. So at the end of the day page mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari. Nataka hapa nikusomee baadhi ya page ambazo zimeripoti kuhusiana na hii inshu. Kwa mfano, hapa kuna page hapa imekuja imeandika kwamba siku hizi bwana wanaitana kenge bila kificho And then hapa chini bwana wakaja wakaandika kwamba star wa muziki hapa Tanzania Rayvanny ameshare video inayoonyesha inaonyesha mmoja kati ya sehemu ya performance yake katika show iliyofanyika Dubai, na kuweza kuisindikiza na, na ujumbe ambao una msemo wa msanii Diamond Platnumz yani Kenge, ambao aliweza kuutumia mkoani Kigoma. And then wakaja hapo wakaendelea kusema kwamba Rayvanny kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba mpaka sasa hakuna kenge mwenye goma kama hili nchi hii, na hakuna kenge mwenye show kali kama hii hapa kwa mwaka huu 2025, akikaa emoji ya kucheka kisha akasema in Simba's voice. Kisha msanii Damo Platnumz alikwenda kushusha ujumbe wa komenti kupitia posti hiyo ya Rayvanny akiwa ameandika kwamba ni mwendo wa kenge tu. Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia hapa kuna page nyingine nayo pia imekuja kuripoti the same, wakiwa wameandika kwamba hakuna kenge mwenye goma kama hili nchi hii, maneno ya Rayvani. And then hapa kuna page nyingine tena wamekuja wameandika kwamba e, bwana Rayvani na Diamond watupiana watu maneno wakicheka, kuhusiana na msemo ambao Diamond ameuanzisha wa kuwaita wenzie kenge. lakini pia vilevile vile, eh, kuna wadau pia hapa wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Kwa mfano, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, kama unaamini kweli wasanii wote ni makenge bu, like hapa kuna mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana amekuja hapa ameandika kwamba bwana, sema asante Mungu kwa kila jambo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja na yeye pia amecomment hapa, na yeye naye pia hapa amekuja amecomment, ameweka ujumbe wake hapa ameandika kwamba bwana eh, makenge wote eh, bwana huyo, eh, okay, ameweka ujumbe mbaya kidogo bwana. Kenge wenyewe wanasemaje mpaka sasa? So it is what it is, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment ambao utakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.